Vifungo ama vikwamo vilivyo ndani mwako ukiwa na zohali kwa nyumba ya tisa yaani Saturn in Sagittarius. Okay, cha kwanza inaleta vifungo au vikwamo kuhusu vikwazo au vikwamo kwa vitu na upanuzi wa jambo, yani mambo yako unapata kukwa makwama, ama ukianzisha biashara unataka ipanuke basi kuna matatizo matatizo hapo. Changamoto zake ni hizi: cha kwanza, unakuwa ni mtu mwenye imani tofauti au njia za kiroho zisizoeleweka, yani uchunguzi kitu kwa undani ili kukielewa vizuri, unarukia tu. Pili, kingine unaishi kujishuku au kung'ang'ana na imani yako. Unajikuta kuna wakati huamini kwa chochote, na wakati mwingine unajikuta unaamini kitu fulani. Kingine una uoga wa ndani wa kuhisi chochote kitakacho kitokacho ndani mwako si cha kueleweka, hivyo inakuzuia kushea hekima yako au mafunzo yako kwa watu, au unajikuta unafundisha tu, lakini huna uhakika. Pia utakuwa na vikwamo au delays kutokana na usafiri au masomo katika maisha ya ujanani. Maybe unataka ku travel kuenda nje za nje. Maybe masomo yako ulikuwa unahitaji kufika nini fulani uwezi. Sasa ukiwa ujanani utakuwa na matatizo matatizo kama hayo. Haya, kingine utakuwa na vikwamo au, uh, utakuwa na vikwamo au mtu mwenye kuongea au kuambiwa, uh, ukiambia mtu vitu peupe. Yani we ni mtu ambaye unapata hujuku kuongea na, na, kwa busara. You do, you don't, you don't know how to use your words. We ukiongea, unaenda unapata unakwaza watu, na kupitia hapo watu wanaanza kupigana. Ni watu ambao point, lakini kwa sababu ya hekima ambayo wako nayo huwa wanajua kuongea na watu hivyo, so we utapata hujuku, yani basi inaanza kuleta matatizo. Mafunzo yako ni haya, cha kwanza, jenga hekima itakayoishi milele ndani mwako. Unafaa kujifundisha kubadilisha hekima yako kuto, kutoka kwa theory hadi practicality, yani kutoka kwa, itoke kwenye akili yako uifanye practical, enye mtu anajua kabisa hii na hii inafanyika hivi, hii na hii, vitu kama hivyo, ili upate kufikia Uh, kufikia na kueleweka na watu watu, mm, wajaribu kukuelewa hekima yako hiyo. Kingine, jifundishe kuwa mwaminifu katika njia moja, ya, ma uh, njia moja. Uh, ya masomo au ya mambo ya rohoni na uweze kujichunguza na kumasta undani wako, maana katika masuala ya rohoni utapata mguu huko huku, mwingine uko huku, mara uko huku, mara uko huku, kisha unajichanganya. Haya, cha tatu, jifundishe kusimama katika ukweli wako bila kulazimishwa Uh, kwa wengine au kutaka kuungwa mkono na mtu. Yaani, wewe unataka ukisimama na ukweli basi mpaka mtu aseme ni ukweli huo. Jifundishe kuwa ukisema ukweli ni basi, hata kama watu watakataa, lakini iwe ni ukweli na ni hivyo. Cha nne, jifundishe kuwajibika kwa uhuru wako na kuweka usawa mm, tamanio yako ya uhuru wako na majukumu yako na mipaka yako. Mm. Maana Sagittarius wanapenda freedom sana. So, unajaribu kuweka mahitaji yako, majukumu yako, ujaribu ku, usawazisha si unakurupuka tu basi kila kitu unakifungia. Kingine, jifundishe kujenga imani ndani mwako kuliko kutegemea vitu nje, yaani ili kuinua imani yako. Uhum. Ukiwa umefungua vifungo hivi utapata mafanikio kutokana na hizi sehemu. Utakuwa ni menta au mwalimu au mtu anayesikilizwa sana katika jamii, pia utakuwa unaheshimika sana katika jamii, pia utakuwa na mafanikio uh, na kufanya kazi na watu, usafiri au uandishi au ma, kwa kupitia masomo eh, katika nchi za mbali au mkoani mwenu. Ukitaka kuwepesisha vifungo hivi vya zohali, jifundishe kufanya kazi, usitumie shortcuts, jenga hekima yako Mm, mwamba hadi mwamba kingine, jifundishe kusoma ili kuongeza hekima yako. Kisha uh, kuja ufundishe na kushia na wengine kupitia uandishi, kupitia kufundisha au kupitia coaching. Kisha ujifundishe kuthamini na ku kuthamini na ku uh, Experience, culture tofauti katika kupitia usafiri. Yani, unazunguka katika mikoa mbalimbali mbali, kujua culture za watu, asili za watu, ili kuondokea kuhukumu watu, maana wewe unapata kwa sababu una hekima sana. Ukiona mwenzako anapitia, anafanya kitu fulani, unaanza kumhukumu kwa sababu huielewi, eh? Jaribu kujua asili za watu ziko vipi, kisha kingine, hakikisha imani yako inaendana na matendo yako. Jaribu kutafuta ukweli wa kupitia isolation au meditation hmm? au kusoma. Jaribu hiyo imani yako, you believe iendane na matendo yako. Imani na matendo, imani bila matendo wanasema ni bure, lakini imani na matendo inaenda sawa. So, pia kupata uh, ukweli jaribu kupitia isolation. Isolation ni upweke. Yaani unakaa peke yako kidogo, unaingia into meditation, unapata ku, kujielewa na kujifahamu. Ama kupitia kusoma. Ingia kusoma. Pia, maana walimu wazuri ni ku, Kusoma na kusoma. Utasoma kupitia eh, experiences za vitu mbalimbali kupitia mbali, kusoma aidha kupitia vitabu ama kupitia kuona vitu kama hivyo.